Ungo mmoja ila matumizi kibao, ni vile utumiavyo. Baadhi hutumia kupepeta vyakula na wengine wamefanya usafiri binafsi, kwa maana ya wachawi. Lakini akatokea mchawi mmoja kati ya wachawi kibao, na mwisho kuwa mchawi wa kwanza kuonekana na ungo wake mchana kweupe mbele ya Azira, na kutumia ungo wa kitaa kupaza sauti katika nyanja tofauti. Hapa tunamwona mama Musa anachukua swali na kufungua kisha na kusoma, pesa inaweza kubadilisha utu. Pesa inaweza kubadilisha utu, utu ni utu, ni pesa ni pesa. Tuma komenti yako. Ungo wa kitaa kwa Mama Elena akachagua swali na kusoma. Uswahilini uchawi upo. Uswahilini uchawi upo sana, tena upo mwingi sana, kila kona, kila mitaa, kila kona, kila mitaa, yani uswahilini hasa mtaa kwetu umezidi. Kawe mpaka mwenyewe nimetoa chungu mtaani. Kwangu uchawi upo, na uchawi si utaisha lini? Toka tulivyoanza kuzaliwa mpaka sasa uchawi upo, mpaka tunazeka uchawi upo, si uchawi utaisha lini? Uchawi upo, upo kweli. Hapa tumemwaga mchele kwenye kuku wengi. Mama Elena akayatoa moyoni kisha tukautupa uchawi na kusema uchawi auwendi kwa mentali. Mama Teddy akafungua swali: upendo wa, -wa kweli bado upo mtaani kweli? Sasa hivi mtaani hamna watu, tunatukiana, watu hatusendani wa watu, yani tumekuwa kama afisi, msitu umehamia mtaani, binadamu tunakula hadi mifupa. Kausha chipsi hai, lakini hapa ni kausha damu. Ungo umesisitiza kwa macho yake, umesema kopa ila usiende kununua kijola. Jua linazama sasa, ungo unajirudisha zake nyumbani, lakini anatuambia maneno ya mwisho. Hiki ni kipindi kitacholuka kila siku kinachotoa nafasi ya kueleza hisia za mtaa. Ungo siyo wa kawaida, ni wa kupaza sauti isiyo ya kawaida. Ungo wa Kitaa amewasha plo.